Karibu Window Max TV. Leo tutazungumzia iPhone 17 mpya, ram GB 12, AI kwa Siri, kamera megapixels 24, na muundo wa kisasa. Ikiwa umekosa hii scooter za kisasa hii video ni kwa wewe. Toleo hili litaambatana na iPhone 17 yenyewe, kuna iPhone 17 Plus, kuna iPhone 17 Pro na iPhone 17 Pro Max, pengine iPhone 17 Air pia kwao kwenye line up. Hii inatarajiwa kuzinduliwa Septemba 2025 na kuwa simu yenye mawazo mapya kabisa. Katika simu hii ya iPhone 17 Pro na iPhone 17 Pro Max zinatarajiwa kupakiwa GB 12 RAM mara 4 ya RAM ya iPhone 16E. Na kwa maana hiyo basi AI itasimama vizuri sana kwenye simu na kusaidia shughuli nyingine kwa wakati mmoja. Ukija katika upande wa kamera selfie, mpya kabisa ya megapixels 24 kwa iPhone 17 Pro na iPhone 17 Pro Max, picha bora ya angani. Na kwa upande wa main camera, ina kamera ya megapixels 48 kwenye simu zote. Lakini pia katika upande wa screen inaweza kuwa na 120 HZ hz promotion. Pro and Pro Max zinatoa experience bora kabisa na katika swala la muundo na mwonekano bana, hapa mwonekano mpya, unaweza kuwa na muundo wa under display camera na frame nyembamba ya titanium aluminium. Elewa kitu aluminium baba. lakini pia ukizungumzia kwenye swala la overheat eh, bwana iPhone 17 Pro na iPhone 17 Pro Max zitapata mfumo wa kupooza inaitwa, vapor chamber graphite kupunguza joto, sio kama masimu yenu yale ambayo yanakuwa kama jiko la kuni. E bwana, hii ni hatari kabisa. Na tukizungumzia katika swala la Apple intelligence, e bwana, iOS 26 inatarajiwa kujumuisha mfumo mpya wa Apple intelligence AI yenye live ya translation ya siri ya kisasa na visual intelligence iliyoboreshwa. Lakini pia bila kusahau, katika upande wa battery, itakuwa na smarter AI power battery management ili kuwezesha kudumu kwa matumizi kwa vizuri kabisa. Lakini katika mpango wa kufanya comparison na recommendation, unataka AI na power nyingi, chagua iPhone 17 Pro na Pro Max. Lakini pia ukitaka simu nyepesi, ukitaka power kwa bei nafuu, chukua 17 Plus au 17 prime. E bana hawa e jamaa wanatisha sana, na hivyo ndivyo iPhone 17 inavyoonekana. E bana, hii ni line hapo ambayo inaonyesha Apple inazingatia AI ina design. Comment hapa chini ni modo gani ungependa, kisha usisahau ku like and subscribe na kushare.